Asante Bwana Yesu kwa muda huu na majira haya, ninakutukuza Mungu, ninalibariki jina lako asante Bwana kwa wema na fadhili zako zilizo nyingi. Baba tazama, ni asubuhi hii, ninamleta Bwana huyu anayenisikiliza majira haya mikononi mwako Baba. Ninaomba neema yako itembee pamoja naye asubuhi hii, ninaomba neema yako itembee pamoja naye asubuhi hii neema yako itembee pamoja na mtazamaji huyu, msikilizaji huyu asubuhi hii, hatua zake, Bwana Yesu, njia zake, Bwana Yesu, anga lake, mapito yake, Bwana Yesu. Neema yako Bwana itembee na mama huyu, neema yako Yesu itembee na baba huyu, neema yako Yesu itembee na kaka huyu, neema yako Yesu itembee na msikilizaji huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Tazama, wengine wanakwenda magharibi, kaskazini, kusini. Baba, ninaituma neema yako kwa jina la Yesu Kristo, imekwisha kuwa.